Mwanaume na kifua, unachukiana na mke wako kutoka asubuhi mpaka jioni. Unatoka kazini, habari za kazi eh, tukitakaza chai eh, utana naye mama. Najiuliza, nguruwe ilinioa lini? Mimi niliolewa na mwanadamu. <laughs> Unajua shetani anajua wewe, madhambi makubwa unaogopa, lakini utu tudogo utu unafanya kazi kwenye mahoteli, unaficha kuku kwa mifuko, unafuka sunini kwa mifuko, unaondoka hapo na kuku yuko mfukoni. Watu watu wanauliza, we mbona kama nani? Ah, mchuzi linimwagikia. Kumbe kule ndani kuna kuna vipaja vya kuku, miguu umesokomea humo. Wanashangaa tu, tumbo limeongezeka, kumbe umepanga juisi, yani utafikiri unasafirisha madawa Unasema ha, lakini si wange tu, unaondoka na vitu vya watu. Tena kuna kwe, kwe, kwe hotelini huko, ndo msiseme kabisa, watu ni wezi paka hotelini. Ameagiza chakula wamemletea kachupa ka vijiti, anachomwa kamoja, kichupa kizima mfukoni, anaondoka wale wa hudumu ni kama kulikuwa na kichupa hapa, kumbe jitu lenyewe liliondoka na, na kichupa ch, cha vijiti is a truth. Aibu jamani, paka tule kwani, tule shilingi ngapi? Kale kanani kale kati shilingi ngapi? Unajua kuna vitu vingine utafika jehanamu mpaka shetani mwenyewe atasema hivi, wewe kilichokuleta hapa ni kitu gani? Mimi mwenzio nilikataliwa nilikuwa nataka kiti cha mzee ndio akanikataa. Sasa wewe vya kutolea meno? Hey. Kareka chupa kachumvi, walikwambia uongezee kwenye chips, wewe ukaongezea mfukoni. Mama akienda kwenye sherehe hizi harusi nini, anaenda na limukoba paku na sifu. Namuuliza, ili limkoba rote unasafiri? Si ubebe, kamaka, kamama, kamama, amosi hapa. Yani kumbe lile limfuko lote la kubebea nani, watu wakiangalia kwingine, anatoka bega limekaa namna hii, mkoba umejaa wasi wawishi ufanye dhambi fulani, ujue kuna kitu Mungu anataka kufanya kikubwa kwenye maisha yako, ndio. <laughs> Ukipanga kuishi na mwanamke mpaka kufa, ni kiumbe hakina past, hakina rast. Wao ni viumbe ambao wako na present and future wako na leo na kesho na kuendelea. Mwanamke hakuna sentensi hataki kuisikia kama ya kusema niri niri niri kupa hela nili kununulia nili kufa. Hiyo kitu mwanamke hataki kusikia kabisa. Mwanamke anataka kusikia nita, ndio <laughs> <laughs> kitu anachokusikia hataki kusikia niri anataka kusikia nina na nita. Sasa kama unataka kuishi na kiumbe hiki mwanamke mpaka kufa, ujue jinsi ya kukihendo, kwa sababu wanawake hawakuagi kwa maana ya kusema watakuwa machua wapambane na life ah. Wanataka attention wakati wote, umujali. Hata kama amepika chakula yeye, onyesha kujali kula kwake Uchukue sahani useme, nikupakulie. Hata kama likipika yeye, utasikia mm, ongeza. Hata kama uwezi kufanya chochote, uguse hata sahani yake, useme hii sahani iko mbali, utikise tu, hata usiisogeze, tikisa tu, atakula vizuri mpaka tamaliza chakula, sababu kimeguswa na wewe. Mwanamke anataka attention. Anataka tension kwa maana ya kwamba ujue yupo. Hakuna kitu wanawake wanachukia kama kusahauliwa, hawataki. Ndio maana kwenye nyumba wanataka kushirikishwa kila kitu, yaani hata kama unaenda toilet, umwage, umwambie mami, eh. naenda washroom. Aseme ah, kazi njema Lakini siyo, anakutafuta kutafuta, aisema umeenda wapi? Unasema nilienda sa. Kwani ujanishirikisha? Kama nataka mpaka washroom umpe taarifa, ukisafiri sasa. <laughs> <laughs> unafikiri kwa nini tubinti twingine kanaona kamechelewa? Miaka ishirini nimechelewa, kuolewa miaka thelathini nimechelewa, sasa nikazaa na yeyote miaka thelathini umechelewa, hofu ya maisha ya baadaye. Na, na tule tuingine ambacho tuliwahi kuolewa, tunaanza kumzomea, miaka ishirini na saba huna mtoto wewe, mbele mbele ni huko utapata tabu, mbele ni nani atakutunza? Zaa na yeyote unazaa, zaa ovyo tu. Anakuja kuzaa ndo anagundua kumbe kulea mtoto peke yako ni tabu katoto kanatakiwa shule, katoto kanatakiwa hospitali, katoto kanata... Mwisho anatafuta libaba lingine tu, maana yule mwingine alizaa naye dume. Bora sikuna wanaume ambao ni wataalamu wa kuzalisha, afu wanatelekeza watoto. Hai. Alafu mnaanza kuwashambulia wamama. Eh masingomaza, masingomaza, usingomaza waliotoa wapi? Waliotoa wapi usingomaza? kama sio sisi tunawazalisha, tunawakataa masingomaza eh masingomaza, wa kwanza kulaumiwa ni wanaume ambao wanazaa, alafu wanaterekeza, wanawacha mama wanahangaika. Tena ushukuru huyo singomaza hakutoa mimba, hakuua mtoto. Angenyonga mtoto akatupa choni, ili asiitwe singomaza Angetoa mimi. Ndio maana kuna clip iko mtandaoni, ninawaambia bora kuoa mwanamke mwenye mtoto kuliko kuoa kabinti ambako hakana mtoto. Unafikiria hakana mtoto, kumbe ni kamama kafiwa ambako kamefiwa na watoto wengi, kana watoto saba kameua Unasema mimi nimeoa mke ambaye hana mtoto. We, huyo ni soso huyo -so, ni bibi huyo, ni soso, ameua. Kama watoto wote wangefufuka, anaanzisha shule <laughs> alafu namsifia huyu ambaye ameua wote. Huyo ndo unasema mbarikiwa, huyo amebarikiwa, huyo ana neema, huyo ni wa baraka. Unamsifia aliyetoa watoto aliyeua. Si bora huyu mwenye mtoto, amekuthibitishia kwamba hata wakwako watakuwa salama. Huyu mtaalamu wa kutoa mimba, hata za kwako zitatoka tu. Siku kimkorofisha kiwa mjamzito, asema nilee mtoto wake nizae <coughs> utasikia nini? Ha, unajua uliponisemesha vibaya nikapata stres, mimba ikatoka, kumbe mtaalamu wa kuzitoa Umekaa karibu na kadada, kaangalie macho, kaangalie macho kama hakajawahi, maana tule tulitowahi kutoa hivi. Na ubiri kanasema pasta, hiyo pointi siuruke, hiyo pointi siuhamie nyingine, si uzungumze habari za Yusufu, uzungumze habari za mwana mpotevu. Wewe ndiye mwana mpotevu. Wokovu <coughs> sio misamiati ya mdomoni hiyo misamiati ni nikuambia, unaweza ukakopi na kupesti kutoka kwa watu wengine kama wengine walivyokopi mpaka lugha ya watu wengine, akakopi akapesti anaitumia kwenye kinywa chake. Lugha sio ya kwake, hajawahi kujazwa roho, hana mahusiano na Roho Mtakatifu, anatumia lugha za watu wengine. Unaweza ukakopi na kupesti misemo na maombi, ukaona sema Roshadai, Mungu airia ulipasua bahari ya Shamu, em hey, Mungu Yehova ile. Sio unaweza ukakariri misemo hiyo hiyo, haitutishi. Kuna vipimo. Amen. Wewe unafikiri hata tunavyohubiri hapa, unafikiri tunavyohubiri hapa ndio kipimo? Sio kipimo. Unaweza ukawa mhubiri mzuri, lakini ni kwa sababu tu una kipawa. Mungu ameweka kipawa kulisaidia kanisa, lakini sio garantii ya kwamba basi kwa kuna hubiri ni moja kwa moja mbinguni, no. Hicho ni kipawa Mungu anaweka ndani ya mtu kulihudumia kanisa. Usijifiche kwenye vipawa. Paulo alisemaje? Nisije nikahubiria wengine mimi nikakataliwa. Yaani ukawa daraja bridge ya kuvusha watu waende ng'ambo. Wewe unasubiri mafuriko yaondoke. Na wewe ndio maana nikiwa na semina na watumishi nawaambiaga wazi. Nawaambiaga wazi. Jali sana utakatifu ndani ya maisha yako na Mungu wako kuliko makofi ya kushangiliwa na watu. Wanaweza wakawa na kushangilia, hawajui mwenzao uko on the way to jail <laughs> watu wanapotafuta kuoa, akiona hiyo sura anasema huyu si ndo waifu material. Wewe kamsubiri nje ya geti ndo utamjua yeye. Watu wanabebaga sura sio yao ni kama kina dada kina mama wengi hapa, sura unazoziona sio za kwao. Hizo sura wamezipata mbele ya kioo, mbele ya dressing table. Ukitaka kumjua vizuri huyo dada, hebu muangalie huyo dada, si unamuona kama vile mzungu aliyesauliwa wakati wa ujenzi wa barabara? Unamuona kama mzungu aliyesauliwa wakati ndege inaondoka, si unamuona kabisa hivi, hiyo sura sio yake. Ukitaka kumjua yeye, wahi asubuhi, akiwa ametoka kwa bafu, ndio mwambie, kabla hujafanya makeup njo nikuone, nikufahamu Amen. Kuna jamaa mmoja alikuwa alimpata mchumba wa makeup makeup makeup, makeup, kaona materials ndio haya akamwongelesha ko kila kionana naye tayari dada yuko kwenye makeup, kila kionana naye tayari amejipiga sop sop. Kila akasema huyu ah, katika watu waliooa kwanza nimeoa mzungu, kumbe hiyo sio mzungu, sijui alikuwa hangalii miguu <laughs> kwa sababu miguu inasahauliwa kupakwa makeup. Sasa paka wanafunga ndoa, anahisi sura ndio hii mm. Wakaenda honeymoon, alivyotoka bafuni kidogo akimbie, kwamba wewe dada, umepitia wapi? Umepitia wapi? Ambia ni mimi, ni wewe na si mimi, mke wako, ndo anaiona sura yake halisi Amen. Tuko na Wakristo wenye makeup za Kikristo, yani ukimwangalia unafikiri bonge la mtu wa kiroho anavyoomba wakati mwingine ana speak tongues, unaweza ukafikiri ananena kwa lugha kwa Roho Mtakatifu, kumbe ni ya kwake tu, amecreate hapa hapa. Hata Roho Mtakatifu mwenyewe anaishangaa kwamba mimi hii sijampa, sijui alikoitoa yaani, akiwaumu unashangaa. Ndio maana huwezi kujiuliza swali Yani mtu ni malaya, alafu kanisana anaspiki tan hivyo. Nafikiri hiyo ni lugha ya, ya Roho Mtakatifu au amekopi na kupesti? <coughs> <coughs> Kama kuna maajabu duniani aha, ni haya nayo yaona leo. Hey, kwamba mzinzi na yeye anashangilia. <coughs> Yaani naye anasema waambie akina nani, nasema na wewe we, acha kuwachanganya vijana wa watu. Kwa maana Paulo anasema hapa, anaowaambia hapa sio wapagani, ni hawa ambao wanasema namkanyaga shetani, namkanyaga, namkanyaga shetani, namkanyaga shetani. Unamkanyaga wapi? Alisha kukanyaga zamani, unamkanyageje ambaye wewe uko kwenye nyayo zake? Waswahili wanasema ndege wanaofanana ndio wanaofanyana lakini ukiyataka maajabu yako kanisani, kwamba ndege wasiofanana wanaruka pamoja. Yaani hapa pana kunguru, pana hondohondo, pana njiwa, pana bata, pana kuku, wote wako kwenye kwaya moja, wanaimba wote. Alafu nashangaa wanakulaa na wana umo umo, unajiuliza, imekuwaje? Kumbe kunguru hawezi kuimba na kuku hawezi kuimba na vifaranga vya kuku lazima vitafune. Wanapiga stepu, wanakula na umo umo, mwenyekiti anakula sauti ya kwanza, katibu anakula sauti ya pili, sijui nani anakula sauti ya ngapi, haka kapinti kanakula huyu huyu, anakula huyu. Hivi tunafanyeje hiyo kazi ya Mungu kama tunaendelea kula na namna hiyo? Ni washauri wangapi wamekushauri uchukiane na watu ni washauri wangapi wamekwambia hata baba yako usimsaidie? Ni washauri wangapi wamekutenga na mama yako? Ni washauri wangapi wamekutenga na ndugu zako mliozaliwa pamoja? Ni washauri wangapi waliosema usifanye hivi, utaonekana mjinga? Ni wangapi? Na wewe kwa ujinga wa kichwa chako umepokea ushauri. Kuna watu wamefuta namba zao kwenye simu kuna watu hutaki hata kuwasikia. Kuna watu hata ukisikia, unasikia kitu gani? Kuna watu ni ndugu zako kabisa, lakini umeapa, umesema siji kumsaidia tena kwa sababu aliuza shamba, aliuza mifugo ulioweka kufugia, alifanya uharibifu kwenye duka lako, umemfuta. Alafu hapa unatuambia unatamani kwenda mbinguni labda umuombe seremara, mnafahamu seremara, akuchongee mbingu yako ya mbao, ndio uende ukakae pale. Lakini ile ya Mungu, Biblia inasema ufalme wa Mungu utatekwa na wenye nguvu, siyo nguvu za kupigana, nguvu za kuwapenda wasiotupenda, nguvu ya kutafuta amani pamoja na watu waliotufanyia mabaya. Siwezi kunyosha mkono wangu kwa masia wa Bwana. Wewe ungesema masia wa Bwana, muwache bwana yupi? Fikiria, Daudi akasema siwezi kunyosha hapo. Unajua kwa nini? Daudi ndiye aliyekuwa anatafuta amani pamoja na Sauli. Ameondoka hapo, Daudi akakata vazi kipande cha vazi akakata, akaenda ng'ambo, akamwamsha baba Sauli. Akaamka akasema mimi sina nia mbaya na wewe. Nilikuwa hapo ulipokuwa umelala, ningekuwa na moyo mbaya, ningekuua hapa. Napoongea nina kipande cha joho lako. Kama nimekata kipande cha joho, ningekosaje kukata kichwa chako? <tosimu> Ukioa kamama Kenya akili jipange. Ukioa kamama kamenda university, kana diploma siui, kana cheti siuyi, kana certificate kamenda shule, ukikabeba jipange, utakuna fafanua kila kitu, kana kuambia mwisho wa mwezi huu sarali natoka tarehe ishirini na nane. Kuna meseji imeingia? Meingia sasa, yanakuhusu nauliza meseji meingia. <laughs> Hata kama meingia, tukae, tunafanyaje tunaitumiaje hiyo sasa? Inakuhusu, inakuhusu, inakuhusu. We, staki fujo, tuliza kichwa, tunafanyaje Ah, nimenunua. Ah, nimenunua. Kanafanya hesabu. Okay, kwa hiyo zimetumika hizi, zimebaki hizi. Ah, unafanya hesabu kwenye salary yangu. Sio salary yako. Hii ni ya familia. Ni ya familia. Kata kwenda benki kuprint bank statement. Kajue hera iliyotoka na maelezo yako. Kama vinalireti. Unaanza kusema nimeoa kama mama, kana nipanda kichwani. Eh, hey, nimeoa kama mama. Hana...